Ni majira a asubuhi, nje ya mji kidogo. Kuna basi hili hapa linaonekana likiwa safarini, linakatiza maeneo ya jeshi. Ndani yake kulikuwa na abiria, mmojawapo ni mwanamke, anaonekana kama mtu mwenye hofu hivi. Alisimamisha basi na kushuka katikati ya barabara, ila bado anaonekana ni mtu aliyechoka sana. Ghafla alidondoka chini huku machozi akiwa yanamtoka, na, na hakukuwa na mtu wa karibu wa kumsaidia. Okay, siku kadhaa mbele ndani ya kituo cha kulelea watu wenye matatizo ya akili, kuna mzee huyu hapa. Anaelezea kuwa jana usiku amemwona wa mke wake amekuja kumtembelea na kumwaga kuwa anaondoka. Sasa ajue kuwa anaenda wapi. Daktari alimsikiliza kisha akamwambia, "Wewe na mkeo mshaachana miaka ishirini na moja sasa. Hizo zitakuwa ni ndoto zako tu. Mkeo hawezi kuja hapa. Kila siku naongea hayo hayo tu. Inaonekana dozi hazitoshi. Inabidi tukongezee. Haya twende usijali, akili itakaa sawa tu." Kipindi mzee anatoka kwa daktari na kutana na msichana mmoja nje. Naitwa Avni, mke wa Sanji. Eh, vipi? Kuna jambo limetokea upande wa pili. Kulikuwa na msiba na binti alimleta mzee huyo mpaka hapo msibani. Mmee kumwona hivi alishangaa, yaani huyu mzee ni baba yake na huyu kijana, na huyu mwanamke ni mke wa mtoto wake, yaani mkwewe. Lakini mzee ana matatizo ya akili kidogo. Na huyu msiba ulikuwa ni msiba wa mama wa huyu kijana ambaye alikuwa ni mkewe na huyu mzee, na ndiyo yule mama tuliomwona amedondoka kule nje ya mji. Kumbe alifariki pale pale barabarani. Sasa mzee akaanza ongea maneno ya ajabu pale kama anaongea na mkewe hivi kwenye picha yake. Jamaa akaona kuda adeki huyu mzee vipi, akamvuta chemba kidogo. Oi mzee sikia, naomba ufunge bakuli lako. Huu ni msiba wa mama yangu. Sawa, mke wangu umemleta wa nini huyu hapa? Mzee naomba utulie, usiropoke maneno ya ovyo hapa. Siogopi kukutimua mbele za watu. Hauna haki zozote hapa. Huyu sio mkeo, mlishaachana muda. Lakini alikuja kunitembelea leo kituoni asubuhi kuniaga, jamaa akaona kumbe mzee chizi eh, mtu amekufa siku tatu zilizopita huko kuda adeke akamchukua kwa asila na kumtoa nje. Du, baba yake mzazi huyu lakini inaonekana ampende hata kidogo. Okay, baadaye usiku jamaa anashtuka hivi amuone mkewe, anatoka sebuleni anakuta mkewe anaofu sana, anahangaika hangaika tu. Vipi, shida nini? Samani mme wangu, bora nisingemleta baba, ameiba majivu ya mama na kutoroka nayo, ameacha kitabu tu hapo. Jamaa akachukua hiyo dayari na kuifungua, anakuta mzee ameandika, mwanangu sijafanya jambo baya na majivu ya mama yako sehemu sahihi anapotakiwa kumwagwa. Soma hiki kitabu kwa makini sana. Nimeandika kila kitu ukweli wote usiojua. Okay, sasa tunarudi miaka 20 nyuma. Kuna mwanamke mrembo huyu hapa. Mashallah alhabibi, ngozi yake sio ya kuchuja. Alikuwa na mtoto mdogo wa kiume, anaitwa Sanji. Sasa huyu ndiye jamaa kipindi yuko mdogo na huyu mwanamke ndio mama yake aliyefariki. Haya amka mwanangu, leo birthday yako. Yako baba, baba baba akakutumia zawadi. Vipi nzuri umeipenda eh? Mama, baba anarudi lini? Usijali mwanangu, hizi karibuni tu. Baba yako yuko anafanya kazi kwa ajili ya taifa pale tu. Kazi kazi kazi kazi gani, sioisha hiyo? Kila siku mama akamzuga mwanaye pale kumuonesha vitu vingine, ili asiendelee kuoji sana kuhusu baba yake. Inaonekana mzee yupo nyumbani kwa muda mrefu sana. Tokea mtoto ajitambue hajawahi kumuona baba yake mzazi, yuko analelewa na mama tu kila siku. Haya, twende mwanangu, jiandae shule haraka na mimi niwahi kazini eh. Baadaye kidogo, mama naye alingia zake kazini. Anafanya kazi katika hoteli moja hivi kubwa sana. Kazi yake ni kutunza maua na kuyahudumia na kuyapamba ndani ya hoteli hiyo. Sasa leo kulikuwa na ujio wa tajiri mmoja hivi kijana ndani ya hoteli, anakuja kuk kukaa kidogo huku mama alikuwa anamwandalia chumba vizuri kwa kuweka maua. Wow, ni mazuri! Binti alishtuka. Good morning Mr Lupel. Vipi, haya maua yanaitwaje? Nimeyapenda sana, yana harufu nzuri na nikumbusha mbali. Jamaa aliendelea kuongea kwa sipia. maua hupa na mwoji. Binti kuhusu kazi yake ameipenda sana. Unaitwa nani? Vile naitwa Vasuza Mwamba. Aliendelea kumpigisha stori Vasuza na jibu lakini kwa uoga uoga. Si unajua tena, naongea na mtoto mdogo. Pesa nyingi chibu Dangote. Jamaa aliganda, namtazama tu. Mwanamke alikuwa ni mrembo kweli, si haba. Okay, nashukuru kukutana na wewe. Vasuza. Nisipoteze muda wako, kaendelee na kazi. to Anaingia moja kwa moja mpaka kwenye kile chumba, akazama ndani, anaita huku na kule, anamuona jamaa akatulia tuli, yuko zake na kahawa, wala hana wasiwasi. Mr, hoteli inaungua. Jamaa akachukua zake simu na kupiga, mwambie wazime alamu hizo, mchezo umeisha. Mara kidogo timu nzima ikaingia, kumbe huu ulikuwa ni mtego. Iwapo ikatokea moto, wafanyakazi watafanyaje kwa wateja wao wote? Watu, watu, walikimbia, ila binti pekee yake ndo alionyesha ushujaa. Na huyu mwamba kumbe ndiye alikuwa mmiliki mpya hoteli hii, siku zote hizo alikuwa hamjui. Akafukuza kitengo kizima cha security. Binti akataka kuondoka hivi, akamwita vizuri. sana nimevutiwa sana na utu pamoja na ushujaa wako, kwa hiyo nakupa ofa. nataka uje kufanya kazi kwenye hoteli yangu kubwa iliyopo Dubai nitakulipa mshahara mara mbili ya huu. Binti akajibu, nashukuru sana Mr. Lupe, ni ofa kubwa sana kwangu, lakini siwezi kuondoka nchini, nina familia hapa inanitegemea. Jamaa akaona sawa, haina shida, ofa bado ipo wazi kwako, utapojisikia kukubali basi milango iko wazi, siwezi kukulazimisha, wewe sio mtumwa wangu. Binti akashukuru kisha, ule akasepa zake. Sasa kipindi natoka zake anapata taarifa kuwa mtoto wake katolewa shule, yuko kip kituo cha polisi fasta. Ikabidi wae mpaka kituoni hapo. Vipi Sanji mwanangu, uko sawa? Wow, nilijua tu utakuja samani kwa kumtumia mwanangu kukuleta wewe hapa yaani, huna hata aibu? Unamchukua mtoto shule kumleta kituo cha polisi kwa nini? Ni mhalifu? Mlishindwa kunifuata mimi moja kwa moja kwa nini? Siku zote tulikuwa tunakuita, ulikuwa unakuja au unatukwepa? Ni miezi sasa, tunahitaji msaada wako, lakini unatukimbia. Tunahitaji kujua mmeo yuko wapi. Je, una mawasiliano naye? Tunajua kuwa mmeo ni mwandishi wa habari na ni miaka mitano sasa tokea apotee, ila ukweli ni kwamba mme wako sio mwandishi wa habari tu, bali ni jangili, jambazi, boko haramu anayetoa siri za nchi. Hapana, nitakuwa mmekosea, sio mme wangu. Apande akaamua akamuonyeshe picha je, huyu sio mmeo hapa, alieshika bastola? Binti alishikwa na kiteto. Unaambiwa inapaswa utamboe. Tuna haki ya kukushikilia na kukutia ndani, aweza kuwa unashirikiana na mmeo ila umekaa kimya tu, lakini siwezi fanya hivyo sababu najua huna hatia, ila tunahitaji msaada mmoja tu kwako, utujulishe polisi pindi mmeo atapokutafuta au siku ikatokea amerudi nyumbani, au la sivyo wewe na mwanao wote mnauzea jela sababu ni familia ya msaliti wa nchi. Du, binti alibaki na pesha tu. Mmeo wake miaka mitano sasa ajarudi nyumbani, kumbe ni mhalifu anatafutwa. Akawa nakumbuka hata kuolewa naye alilazimishwa tu na baba yake wala kumchagua yeye huyo mwanaume. Familia yake ilikuwa ni watu wa mila na sheria sana aisee. Hatimaye leo amekuwa haya kabaki na mtoto tu. Kuna huyu hapa mama mkwe wake huwa anakutaga naye na, na kumuhudumia kidogo. Mama akamvuta mkwewe, hebu kuwa na akili hata kidogo, we bado ni mdogo, bado ni mzuri, naenda kaolewe na mtu mwingine, hachana na mwanangu, kashakutelekeza. Acha kufuata mila, zishapetwa na wakati. Tafuta mtu olewe, acha kuteseka. Mama anaongea kakunja sura. Hapana mama, umeona hicheni? Hii ndiyo ndoa yangu sisi tumeunganishwa na mila na desturi, siwezi kuvunja ndoa mpaka mmoja wetu afe. Usijali kuhusu mimi mama, mwanangu anishinde kumlea yeye. Kama hatarudi sawa, asiporudi sawa, bado mi nitaendelea kuwa mkewe. Da, mama mke anamwonea huruma mkwewe, ila binti anaonekana ajali kabisa. Okay, siku inayofuata, kama kawaida, binti aliingia zake kazini, huku bosi akiwa na kikao kidogo. Jamaa alipomaliza alimfuata. Vipi, mbona leo unaonekana una mawazo sana? Kuna mtu amekukwaza? Amna bosi, niko sawa. Usiogopi kitu niambie. Binti akaona ngoja afunguke ukweli tu, ugumu wa maisha umemzidia. um, Niamua kukubali ile ofa yako bosi, kwenda Dubai kufanya kazi. Nina mtoto na miaka mitano sasa, baba yake aliondoka kipindi na mwezi mmoja tu mpaka leo hajarudi. Jana nimekuja pata taarifa kuwa ni jasusi mhalifu wa nchi anatafutwa, kwa hiyo nimeogopa sana, ndio maana nimekubali ofa hii, na pia nataka nimpeleke mtoto wangu shule ya mbali ya boarding. Jamaa akawa na mambo mengi akasema, basi sawa, tukutane Dubai, gharama zote juu yangu. Kisha jamaa huyo akasepa, binti akabaki anashangaa tu. Oi alaf, naona kama kuna kitu kati yako wewe na binti kinaendelea, nichano mwanao kweli? Basi nini kinaendelea? Mshikaji akajibu, huyu amenikumbusha maisha yangu ya zamani sana mchizi. Sasa anajikuta akikaa peke yake, anaandika ya jina la binti tu Vasudha, kisha akakumbuka maisha yake ya utotoni. Jamaa alikuwa ni mtoto wa kitatu, hana mbele wala nyuma, anazulula zulula tu. Siku hiyo akaingia zake kwenye hoteli ya kifahari. Ndani kulikuwa na mwanamke akitumbuiza kwa matajiri jimbo fulani vitamu pembeni kulikuwa na mpiga piano mzee mmoja hivi. Dogo akashuka mpaka chini kumwangalia vizuri huyo mwanamke mwimbaji. Alipomwona alikunja uso mlizi, akaja akamchukua dogo na kumtupa nje. Kumbe aliingia kwa janja janja tu. Baadaye show ilipoisha, yule mwanamke aliyokuwa akitumbuiza kumbe ni mama yake mzazi. Bana, nikwambie mara ngapi usio unakuja kazini? Wakigundua kuwa mimi na mtoto watanifukuza kazi kwa vile watajua mimi ni mtu mzima. Mama, sasa nje kulikuwa na baridi, njaa inauma, unadhani ningeenda wapi? Du jamaa yep. Alikuwa naishi na mama yake tu, maisha yao yalikuwa ni magumu sana. Mzee alikimbia tokea mchizi upo mchanga, ndio hivyo mama anafanya kazi ya kuimba kwenye mahoteli wapate chochote kitu. Mara yule mzee mpiga piano alitokea na kuwaomba wakaishi kwake, maana hata pesa ya kodi alishiwa. Okay, tukirudi kwenye maisha ya sasa Vasudha alifika mpaka Dubai. Akakorona mmoja afanye kazi kama mwenyeji wake. Safari ikaanza. Am boss anakusubiri kwenye garden fulani hivi kasema tukupeleke kule kwanza kabla ya kufika hotelini. Kweli binti akafikishwa. Chizi huyo hapa nadhifu safi kabisa. Vasudha, karibu Dubai. Kabla ya kufika hotelini nimekuita hapa kukuonyesha bustani hii ya maua. Muundo wake nimeupenda sana. Nataka nitengeneze kama hii kwenye hoteli yangu. Na wewe ndio uwe msimamizi mkuu. Basi kama kawaida akaendelea na maongezi, jamaa anamwangalia tu binti akiongea. ya yaani, hapa bila kificho mchizi alishampenda Vasudha muda tu. Ila binti ni mtu aibu tu. safari sasa ikaanza kuelekea hotelini, msela muda wote anamwangalia binti, yaani kama na uso wa sumangu. Jamaa muda wote anamkodolea macho tu, tayari mapenzi yashamshika. Walishuka sehemu kidogo kupumzika na kutalii, macho hawamuiki pindi anaondoka. Mchizi akapanda gari moja na binti, yaani nia yake awe naye karibu tu hapo. Akaseti kio vizuri, aangalia umbaji wa Mungu, anahisi huyu kapendelewa zaidi, sio kama kina azena na betina wa Kibongo wanaoingia shepu na mkorogo. Okay, walifika mpaka hotelini hapo ambapo ipo maeneo ya Jangwani hivi. Binti akapewa chumba chake atachoishi. Mchizi pia alimdhamini mwanaye kumlipia ada kwenye shule kubwa. Da, mama alifurahi mpaka machozi. Mwamba yake ni kumwangalia tu muda wote. Aliendelea kujenga nayo rafiki kidogo kidogo, kila siku asiwe anamchukulia kama bosi tu muda wote. Siku hiyo Mwamba kama kawaida, mtu wa safari anataka kusafiri, akatoka kumtafuta Vasuza. Binti alikuwa zake anapamba ukumbi, huku akamfuata na kumwaga uku. Vasuza akawa ana la kusema, najiuliza tu moyoni kwa nini kaja kuniaga mimi tu mwamba akaisha zake, ila akasimama kidogo, samani, ninaweza kupata picha yako kwenye simu? Binti akakubali akawaita na wote wengine wakusanyika wapate picha kwa pamoja, pale akatanga foto, kisha huyo akaisha zake, vasuza anabaki kushangaa tu. Kesho yake asubuhi, akiwa anapamba maua ndani ya chumba cha jamaa, anakutana na ile notebook mchiza aliyokuwa kaandika jina la binti, akashtuka sana na kuichana na ile karatasi fasta fasta, wenzake wasije wakaiona, maana tayari kashajua nini hapa kinaendelea. Mara kidogo simu inaita, kupokea hivi ni bosi wake Mwamba ndio kapiga. Vasuza samani, picha nilopiga jana ijatokea vizuri, unaweza kupiga nyingine wewe peke yako na unitumie. Usinichukulie vibaya, ni kwa ajili ya matangazo ya hoteli yetu tu. Okay, sawa, nakutumia. Rafiki wa jamaa akaona michezoi. Mmm, binti kweli, akatafuta sehemu nzuri location, akajiweka akajitwanga selfie na kumtumia Mwamba. Okay, upande wa pili jamaa alirudi moja kwa moja India mpaka kwenye ile hoteli alipokuwa anafanya kazi mama yake ya kuimba, lengo lake ni kuinunua hoteli hiyo, ila mmiliki anagoma hauzi hoteli yake kabisa. Okay, ngoja tu ndo kwenye pointi. Najua unifahamu, ila mimi nakujua vizuri. Nakupa milioni mia sita uniuzie hoteli hii ndani ya mwezi huu Ukigoma jua kwamba najua maovu yako ya muda sana, nitakuchafua, utapoteza kila kitu mpaka hoteli hii bila kupata chochote. Mwamba aliongea kwa uchungu, anamkumbuka huyu mzee vizuri, alivyokuwa anamnyanyasa mama yake kipindi anafanya kazi hapa, na hata lengo la kuja kuinunua ni makusudi tu amkomoe. Anacholingia baadaye akiwa na besti yake ambaye ndiyo meneja wake. Mchizi anamwambia mwanangu, mbona unafanya kila kitu unachotaka unachokitaka unakipata, ila unaonekana hauna furaha kabisa, au moyo wako bado hujajua unataka nini? Mshikaji ya kuwa na majibu kimya tu ok, kabidi watoke kuchukua ndege. Kipindi anaondoka Mari aona yale maua ambayo Vasudha anayapenda sana akapuzia ila baadaye akaona, hapana, mmm, akarudi fast mpaka kwenye yale maua. Yeye mwenyewe anayapenda tu harufu yake. Oi, Alavu, ndege ya London inatuacha hiyo. Mwanza akamjibu, Mwanza suli niambia moyo wangu unataka nini? Turudi Dubai, sasa nikakuonyeshe nini moyo wangu unataka. Upande wa pili Vasudha anapigiwa simu anapokea hivi, ni ule afande anamuuliza, vipi kuna taarifa zozote kuhusu mmeo? Je, amekutafuta? Hapana, kwanza umepataje namba yangu hii mpya? Sijaiga kwa mtu yoyote. Sisi ni polisi wewe, tunaweza pata namba ya mtu yoyote wakati wowote. We tutaendelea kuwasiliana. Du, binti aliogopa, akinoma akigusiwa kuhusu mmewe tu, anakuwa hana amani kabisa. Baadaye kidogo, jioni kulikuwa na pati tulini hapo, wafanyakazi wanajiburudisha kidogo. Okay, nitazungusha hii chupa itayomdirect atakuja mbele hapa kuimba, huu ni mchezo wa chupa chupa. Ikazungushwa pale kuja kusimama hivi, ghafla bosi anaingia na ndo imemwelekea yeye sasa, samani sa, bosi "Chupa mekuelekea wewe, inapaswa uimbe, ila achana nao, ni utoto tu msee. Akaona isiwe kesi, asimuogope, akazama kati kuimba. E bana e! Kumbe bosi naye mtamu kwenye melodi, si haba, ila anaimba macho yote apo kwa Vasuza. Binti akaona mapigo ya mtima anaenda mbio zaidi ya useni mwamba, akaona potelea pote, aogopi mtu ala nini. Taratibu simba anammendea swala wake, waindi tena kwenye mahaba wajambo, ila mtoto watu anaona aibu mbele za watu. Basi ilikuwa ni shangwe tuna vigelegele. Vasuza akaona hapana, akaondoka eneo hilo kabisa, jamaa kumwacha Vasuza, sasa kuna maana gani ya kukimbia ukweli? Jamaa sasa ikabidi afunguke. Unajua Vasuza, wee na mama yangu na historia zinazofanana. Baada ya baba kututelekeza, mama alipendana na mtu mwingine ambaye alikuwa ni mpiga piano, wanafanya kazi pamoja. Wote watatu tulikuwa bado ni maskini sana. Mama alikuwa anaiba chakula kwa ajili yangu na pombe kwa ajili ya anko, kisha anakuja kutupatia. Licha ya umaskini, bado tulikuwa na furaha sana, ila kama kawaida, siku za mwizi na arobaini, mama siku hiyo kabla ya kuondoka alikaguliwa na kukutwa kweli kuwa huwa anaiba. Utata ulianza pale anko naye kaingilia kati kutetea, lakini impiga vibaya mno, na wote wakafukuzwa kazi. Hatukuwa na msaada wowote hata wa matibabu. Nilijaribu kutafuta msaada, ila ghafla anko alipoinuka akagongwa na gari hapo hapo. Aise, sikuamini macho yangu. Tokea siku hiyo nilijiapiza kuwa umaskini ni laana kwangu. Kwa hiyo nikaamua kupambana kwa kila hali mpaka leo. Utajiri wote huu unauona, ni nguvu zangu mwenyewe, lakini bado sina furaha. Kuna kitu bado hakijakamilika. Niwe mwazi tuna mkweli kwako, moyo wangu umeona wewe ndio sehemu iliyobakia kukamilisha furaha yangu ndani ya maisha yangu. Niko tayari kubeba msalaba wako ulionao, hata huo umejengwa kwa zege na kupenda sana, Vasuza. We binti ya kuamini hiki kitu kabisa, aliogopa sana, yeye ni mke wa mtu. Fast alikimbia kabisa eneo hilo. Du, hapa sasa, kuna muda unaweza kuona sometimes mapenzi siyo pesa, ila basi ni kujiendekeza tu. Vasudha alirudi chumbani na kujikuta analia mno. Ok, siku inafuata asubuhi, jamaa alikuwa zake na mawazo tu, ghafla anasikia odi kufungua mlango hivi. Ni patina yake na Vasuza. Bosi, samani kukuamsha mapema. Vasuza ameondoka na kuacha barua kuacha kazi ehe. Upande wa pili binti alikusanya kila kilicho chake, anaukanyaga mbuku utafuta mji apande ndege arudi zake nyumbani. Mwamba akaona sio kweli, akachukua ndinga kumfuatilia. Awezi fika mbali. Kweli bana, binti yule pale mbele. Vasuza, unaenda wapi? mbali na wewe kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umefanya makosa kunipenda mimi. Hem, subiri kwanza, unasemaje? Ndiyo, una pesa, una mali, unaweza nunua chochote, ila sio mimi. Mimi ni mke wa mtu, umenielewa? Hapana, sijakuelewa. Nachokielewa mimi na wewe pia unanipenda. Vasuza, nimeona hilo kupitia macho yako. Usijifiche, najua na unanipenda, ila na unaniogopa na kuona aibu. Lakini mimi mwanaume, siwezi ona aibu na kupenda, na nahitaji kuwa na wewe. Binti alidondoka chini na kuanza kulia sana. Sitaki kupenda mimi, sijihisi chochote, tafadhali naomba uniache tu. Du binti paka, naomba samaa unaambiwa okay, sawa nimekuelewa. Nitakupeleka nyumbani kwenu, ila kwanza kuna sehemu nataka nikupeleke, baada hapo nitakuacha na maisha yako. Binti akakubali. Upande wa pili kuna mama anaonekana yupo anaimba zake kwenye piano, Jamali tia zake timu na binti pembeni, kulikuwa na mgonjwa yupo kwenye koma kwa miaka sasa. Na huyu ndiye yule anayemwita mjomba, mpenzi wa mama yake. Tokea amepata ajali ya kufaga. Mpaka sasa ni mgonjwa wa ukoma. Basi Jamali mfata mama yake mzazi na kumkumbatia mnifurishaje ila jua tu huyu ni mtu wangu wa karibu sana, ambaye niko tayari kumsaidia kila kitu maishani mwake, na nipo tayari kumwonyesha upendo iwapo atanilizia. Oh, karibu sana binti yangu, jisikie huru sana, usiogope wala kulazimishwa na maneno ya mwanangu. Wewe fuata tu moyo wako, unataka nini. Ila kama mama siwezi kuuficha ukweli, najua kijana wangu upendo wake ukoje, na ukihitaji kujua nini maana ya upendo, jaribu kuishi ndani yake uone. Du, mama aliongea maneno matamu ayo ya kumpambia mwanawe. Basi taimu ilienda, Jamaa alimuingiza binti kwenye gari na kumwaga, akashamkatia tiketi Keti, kila kitu kiko sawa iye awezi kuja naye. Bai huyo akasepa. Ah, we binti akaona sio kweli, alimkimbilia na kumkumbatia. sijawai pa heshima kama ulonipa wewe pamoja na mama yako leo, huku chozi linamtoka isee wezi amini, binti alisarenda mwenyewe kwa maneno yale ya mama. Mku yamemnasa, wacha azame kwake aone huo utamu wake. Mama kwa mbali anatazama, huku anatabasama. Aisee, karne ishirini na moja hii watu akipendana kweli basi, amna ya sita kwanza lazima ivunjwe, halafu ndoa ndo itafuata. Asalala, vijana wana uvumilivu kabisa, tofauti na enzi zetu. Okay, sasa uba lilikuwa zito kama uji wa mchele. Vasudha amepata mwanaume wa ndoto ya wadada wengi wa nchi ya watanza waliokuwa na nia, utaiweka sawa mwenyewe hapo mwamba, pesa sio shida zake, uwensa mwanao bodi ipo. Nini tena kilichobakia? Baada ya siku kadhaa, jamaa lilirudisha binti nyumbani. M, usisahau kuja kesho asubuhi na mapema, nishaongea na mwanasheria yangu kwa ajili ya kusaini zile karatasi za talaka we na mmeo, na nataka nipate haki miliki kabisa ya kumlea mwanao na pia ni kuowe wewe binti. Sawa, akakubali akaingia zake ndani kwake. Baada ya kipindi kirefu sana ila mm, anashtuka na kuta ndani ya kupo sawa, vyombo vimepanguliwa panguliwa ovyo ovyo, yaani kama kuna mtu hivi yuko ndani. Akawa anaendelea kukagua kwa hofu, kuja kuangalia uvunguni hivi akakuta mtu oho, balaa, ili ikabidi atafute njia ya kujitetea. Mchizi alikuja kumziba mdomo asipie kelele. Hei, nyamaza, ni mimi ni mimi, mme wa Vasudha. Du aisee, binti ya kuamini kabisa kama anaota hivi Nina njaa sana, naweza pata chakula? Binti akaitikia kwa uoga, sawa. Vipi sasa, unaenda wapi? Hamna chakula, nataka nikanunue. Okay, nenda nenda nenda haraka. Kumbuka huyu mmewe alipotea kwa miaka mitano nyumbani na anatafutwa na polisi, inasadikika ni jangili na mwarifu, polisi mda wote wako ndani ya mtaa huu, akionekana tu wamnase. Huku mchizi anampigia simu binti, Vasudha kashapagawa, anashindwa kupokea na kata okay. Alirudi akamwandalia chakula mmewe, jamaa Ah, um, am kujaniuliza hata mmeo uulizi nini kimetokea kwangu, mbona nipo hivi? Ukweli ni kwamba nilipoenda kwenye shughuli zangu za uandishi wa habari tulitekwa na watu asiojulikana, wa baadhi ya wenzangu akauliwa, nikashikishwa bunduki mimi na kurekodiwa kama nilihusika, nikaekwa seli na kupewa mateso makali sana. Kuna fada mmoja kijijini hapo alijaribu kututorosha na baadhi ya wafungwa kwa kuwa hatuna hatia, lakini ilishindikana. Nikarudishwa kusota tena jela hiyo ya waasi. Nilikaa huko miaka yote, nikiwa nawaza, kuna siku tu nitarudi nyumbani. Siku hiyo Mwenyezi Mungu akajibu maombi yangu, ukuta ulidondokewa na mti, nikapata nafasi ya kutoroka tena. Ikanichukua miezi mpaka leo kufika hapa. Najua hakuna atakayeniamini, hata wewe pia uniamini Vasudha. Kainuka kwanza kwenda zake jikoni, jamaa akampata, naomba utafute gari tutoroke, twende mbali na mji huu kabisa. Kila akitaka kumgusa binti anakataa. Mara kidogo simu ya binti inaita, jamaa akaona ngoja akaipokee. Yeye kumbe ni msela wetu ndo anaipiga bana. Nani huyo? Nani huyo? Vasudha, huyo huyo ni halafu bosi wangu. Na, anataka kunioa, piga simu chini kudadeki una taibu unajitampa kweli wewe mwanamke. Sasa si bora ningekufa tu, kumbe na wewe unipendi. Naishi kwa ajili gani? Sasa kwani ujue ni mke wa mtu, ni mke wangu. Na kupenda mapenzi gani yanaongelea kwangu? Mimi na wewe ndiyo ni mke na mume, ila ushawe kunaonesha upendo mkeo? Au kila siku ilikuwa ni ubabe tu? Haya, bado ukaondoka. Unajua kiasi gani nilivyoishi na mwanetu? Ulimwacha na mwezi mmoja tu na bado ukatoroka. Haya, unataka tena tutoroke? Huoni ni hatari hiyo? Kama ikiwezekana, jisalimisho kwa polisi, waambie ukweli, watakuwe leo tu, i say leo nimegundua kweli wewe mwanamke unipendi. Vipi, ulishalala ulishalala naye naye naye? Binti akashtuka na kuuliza, ndio nampenda nimelala naye. Weka kofi moja la nguvu, jamaa akaanza vuruga vitu vya ndani kwa hasira, binti analia tu, mwamba akatoka nje mwenyewe kujisalimisha, binti anamkimbilia, arudi ndani, asiende. Niache we mwanamke, nenda kwa bwana wako, bora nikaozee jela tu. Vasuza akawa namtetea mmewe pale, lakini wapi, jamaa hamtaki. Upande wa pili, asubuhi jamaa alilala sebuleni, mchizi wake anakuja, oi, unajua kinachoendelea kwenye taarifa Taarifa za habari embo, angalia hapa. Yamando anashtuka hivi, anaona pale wa binti amekamatwa. Du, ilimchanganya kidogo hii. Oi mwanangu, siende huko, utajiingiza matatizoni na huyo mwanamke, naomba uniache. Mara ghafla Vasudha huyu hapa, anahema kama anakimbizwa. Ala, vume wangu ana hatia, wamemkamata. Naomba mwokoe, naomba ukamsaidie. Huwezi amini jamaa basi ana pesa na pesa ni power tayari. Akaenda kuongea na waziri kwanza ikiwezekana jamaa achiwe hana hatia. Yeye yupo tayari kutoa kiasi chochote kile. Yaani hapa pesa inaongea. Waziri wa mambo ya usalama akacheka kwanza. Okay Mr. Lupal, nimekuelewa vizuri sana haja zako. Ila ushachelewa, kwa sasa ni ngumu kumwachia. Sababu mtuhumiwa tayari kakiri mwenyewe bila kulazimishwa kuwa na uhusika na hii hatia. Na kashatia saini hapa. Au naogopa afande? Ah, ya, ni kweli kabisa. Amekiri mwenyewe na katia saini hapa. Pia amesema amefanya ukae naye mbali pia ukae enjoy na Mr. Lupeli. Duhu, sasa hili jambo lishatanuka jamani, kama anachafua jina lake sasa. Kwa hiyo sasa, Mr. Lupeli, inaonekana unafanya vitu kwa ajili ya mapenzi, sio haki. Chukua ushauri wangu, kuwa makini, angalia wanawake hao wasija wakakuchafulia jina lako. Mimi waziri nafanya kama sijaona kitu kuhusu rushwa zako hapa. Haya, nenda jamaa. Akasema poa, mimi uwaga sikubaliki kushindwa kirahisi. Haijalishi utanichukuliaje, ila nitapambana kadri ya uwezo wangu kuziirisha. Huyu mtu ana hatia, lazima atoke, iwe kwa damu au jasho. Du, kudadeki hapa. Sasa pata Jamaa sijui anapambania nini huyu, naomba unitafutie mwanasheria bora, pesa sio kitu kwangu. Vasudha akawa anashangaa, aise, kwa nini kajibebesha yote haya? Am, nimechoka sasa, kila mtu ananipambania mimi, mme wangu amekubali kuwa na hatia kwa ajili yangu, na wewe umekubali kumpambania kumtoa kwa ajili yangu. Kiukweli naniuma sana, najisikia vibaya sana kwa sasa. Naona simstahili mme wangu na pia sikustahili na wewe, nitakuchafulia jina so achana na hii kesi kabisa. Kisha binti huyo akaondoka. Du, mwamba akabaki kamezea mate tu, mchizi alibaki na stress kinoma yani. Baadaye alirudi kwanza kwa yule mzee alitaka kuchukua hoteli yake kwa vile aliwatesa sana yeye na mama yake kipindi yuko mdogo na kuamua kumwachia tu hoteli yake. Hakutaka kulipa ubaya kwa ubaya maana kashaona hakuna anachokifanya kikampa furaha. Pesa sio kila kitu kwake. Mwamba akiwa mwenyewe hivi anajishangaa na lia tu. Huko upande wa pili mahakamani, kesi inasomwa, jamaa anakutwa na hatia na hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. E bana, edu binti anamkimbilia mmewe. Mbona umekubali makosa? Kwa nini hujasema ukweli kilichotokea? Basi waambie hata kuhusu yule faza mchungaji aliyowasaidia kipindi iko, yule afanda alikuwa anasikia kila kitu. Jamaa naye yuko kwa mbali anamwangalia tu, binti anashindwa kumsogelea. Binti alimkataa, ataki achafue jina lake kwa kumtetea yeye. Dah, inauma sana ise mchizi, ilibidi afanye zake mpango, arudi zake Dubai tu. Mara kidogo, anapokea simu ya yule afande, mkuu anahitaji kuonana naye na ni muhimu Mwamba. Ikabidi agaili safari aende kusikiliza kwanza. Um, najua utaona ajabu sana ila anataka nikusaidie kuungana tena na Vasudha. Hukumu imetolewa jana, lakini itachukua siku saba mpaka kutekelezwa. Nimekuona weo na mapenzi ya dhati sana kwake kuliko hata mmewe. Na nilifanya mahojiano na mmewe jana nikagundua kwe ana hatia ila ameamua vile ni kumkomoa tu Vasudha mkewe, abaki kujiona mkosaji na hatia maisha yake yote kwa kuwa na mahusiano na wewe. Miaka mitano nimeshuhudia huyu mwanamke akiteseka sana, sitaki endelee kuteseka tena kwa sababu za mmewe. Sasa nahitaji wewe usaidie kumtoa mme wake jela. Kuna ushahidi mmoja tumebakia, unatakiwa uende kule alikotekwa jamaa, kuna faza mmoja ukutane naye, yeye ndo shahidi wa mwisho ambaye anaweza kumtoa jamaa jela. Ah, mchiza kutaka kulaza damu fasta, inabidi aende huko. Oi, cancel appointment zangu zote sawa. Kesi inabidi ifunguliwe upya na mimi ndo nitaibeba, nanaenda kufuata ushahidi alafu mi sijaona sababu ya wewe kwenda huko kabisa. Ni hatari sana eneo lile, nasikia linashikiliwa na jeshi sasa hivi, kuna waasi wengi kule. Samani, siwezi nikaruhusu uende, bora tutume mtu, lakini sio wewe. Rafiki yangu unasemaje? Wewe lazima niende mimi mwenyewe sawa, ili ni jukumu langu. We nipangie mipango yote sawa. Jamaa kaona hapana. Okay basi, fikiria hata jina la kampuni yako, tushaanza kupoteza shia kwa kuonekana unatetea uhalifu, na unaonekana unaendeshwa na mapenzi. Yani unataka kupoteza kila kitu kwa ajili ya mapenzi, sindio mwanangu? Mchizi akanyamaza kimya kwanza, kisha akamwambia sikiri pesa ndio kila kitu duniani, ila hapana. Nina kila kitu ndiyo, lakini pesa ilishindwa kununua furaha yangu. Hiki ninachokifanya sasa hivi ninahisi furaha sana, sababu ya Vasuza. Haijalishi atakuja kwangu au la. Sawa, na mimi rafiki yako siwezi kukuacha, nakuja na wewe naam. Huyu ndio rafiki wa kweli. Sasa baadaye Mcizi ndo anatoka hivi ghafla, anakutana na Vasuza. Huyu hapa mbele yake, binti alimfuata huku machozi anamtililika, haamini ni jamaa analoa namna gani kwa vitu anavyovifanya. Siku zote ajijali yeye, yeah, anajali wengine kwanza. Alimshukuru tu, asante jamaa, namwambia usijali, nafanya hivi kwa ajili ya utu na pia anafanya hivi kwa ajili yako. Kisha jamaa huyo anaondoka, ila kama kawaida, akasita na kuomba mpige picha kama hato jali, akamtwanga pale foto huku chozi dibwidibwi, huyo akajikata zake kwenye gari, safari moja kwa moja mpaka kwenye helikopta, huku binti anamwombea afanikiwe na, na kurudi salama. Walifika eneo hilo wakapokelewa na wanajeshi, moja kwa moja mpaka kijijini hapo, na kumuulizia faza mchungaji huyo. Mzee kweli alilikodiwa pale na kutoa ushahidi wa kila kitu kilichotokea, video ikatumwa na kuonekana kweli jamaa alikuwa ana hatia, so mchakato wa kuachiliwa nifuate. Aisee sasa hapa jamaa alijisikia amani. Okay, safari ya kurudi nyumbani kaanza. Huku rafiki yake anamwambia, "Mwanangu una moyo wa ajabu kweli. Unamsaidia mtu anayempenda ishi na mmewe." Jamaa anamjibu, "So kila hadithi ya mapenzi lazima iwe na mwisho mzuri. Kitu kama sio riziki sio riziki tu." Sasa kipindi story inaendelea jamaa alisikia harufu fulani hivi. "Oi, simamisha gari." Jamaa akashuka kana itafuta ile harufu inapotokea. Mbio mbio, mwisho akaja kuona shamba kubwa la maua yale anayowapendaga Vasudha. Kumbe ndio alikuwa anafuata harufu yake. Mwamba ikabidi ashangae shangae kidogo pale. Akaamua kuchukua na picha kidogo kisha akamtumia binti Vasuza. Da i say, na tachi moyo kidogo. Sasa upande wa pili huko laftaki na mwamba katika shanga shangaa akaona kibango kimeandikwa danger minus, yani inamaanisha ile eneo limewekwa mabomu chini. Ah, we alitoka faster kumweta mchizi wake. Jamaa huko anatembea tembea kuja kushtuka hivi kakanyaga bomu. Du i say, akatabasamu tunakufumba macho Kwisha habari yake ebana edu. Huku upande wa pili binti anapigiwa simu, anapokea hivi ni rafiki yake na Mwamba, anaongea huku analia, awe binti akuamini, alidondoka chini aisee dai, inaumiza mno sana. Baada ya siku kadhaa, mmea aliachiwa hulu, anatoka hivi anakutana na taarifa za msiba za kufariki kwa Mwamba aliyemfanya yeye awe hulu e? Jamaa anasema bora hata amefariki, kumbe Mungu yupo, alitaka kunichukulia mke wangu, ila leo kachukuliwa yeye. Afandi akamwambia yaani, ungejua hayo maneno unayoongea ndio anamchukiza Mungu, basi bora ungenyamaza kimya. Huyo huyo alimchukua mwenzako leo kwa ajili yako na huna shukrani. Basi niamini mimi, hawezi akakuacha uishi duniani kwa furaha. Okay, uko hulu nenda nyumba yako tupi na kusubiria huko mchizi kurudi nyumbani. Hivi anamuita mkewe, hayupo, anamkuta mama yake mzazi, anauliza, mke wangu yuko wapi? We mtoto mpumbavu nini, unafikiri baada ya yote yeye ataishi na mnyama kama wewe? Jamaa akaona Hapana, haiwezekani. Akaanza kumtafuta kila sehemu mitaani kote, lakini wapi. Baada ya miaka miwili alipata taarifa wapi anapatikana, alimwona se akamfatilia mpaka anapoishi moja kwa moja mpaka ndani. Binti alijitokeza mbele yake, Sanji, yule pale ndo baba yako mzazi, aya akachukue baraka zake, kisha uende nje, nataka kuongea naye. Mtoto akatii kama alivyoambiwa. Vasudha hakuwa na noma, akamkaribisha maji. Ehe, huyu jamaa kichaa, yani anaanza kugombeza, kwa nini umevua cheni ya kiapo cha ndoa? Binti akaanza kumjibu kwa jeuri, na yeye hamuogopi tena, hamtaki tena kwenye maisha yake ugomvi ukaanza pale, jamaa kama kawaida mtu wa kufosi, wewe ni wangu tu milele na daima, uwezi kuniacha uwezi kuniacha. Yaani kumbe mwanaume ni mnyama zaidi ya wa wanyama wa porini. Binti akaanza kumtamkia maneno ya asila na laana. Nitakuua wewe mwanamke. Sawa, ni uwe ni uwe haraka, nimechoka kuishi tena, nitafurahi naenda kukutana na nimpendae, mtu alijitoa sadaka kwa ajili yangu na hata kwako pia. Ni uwe niuwe nakwambia, tena naomba nikifa nichome majivu yangu kaamwagi alipolala yeye, yupo ananisubiria. We uoni ghafla jamani, kama alianza kuona mawenge vinakuogopa nusu Akili zilimruka hapo, yani ni kama laana hivi imemwingia, na akaamua kuondoka kabisa. Ebana ee, na huu ndo ulikuwa mwisho wa ukweli wote aliokuwa akimsimulia mwanawe, na hata mama yake alipofia njiani kule mwanzoni kabisa wa filamu, alikuwa anaenda kule alipokufa mtu ampendaye, lakini hakufanikiwa kufika. Hivyo mzee alichukua yale majivu moja kwa moja kwa ajili ya kuyafikisha sehemu husika ambapo mama alikusudia kufika, ila alifia njiani. Lakini alishamwambia jamaa hata siku akifa wa ni wapi majivu yake, akaamwage mzee. Alitekeleza kama Vasudha alivotaka. At least atende wema na yeye hata mmoja. Alijuta sana alilia sana na kuwaomba msamaha wote wawili. Duh, inatia uchungu sana. Yes, na huu ndo ukawa mwisho mchungu kabisa wa filamu inayoitwa Hamari Adhuri Kahani ambayo imeletwa na msimulaji wako hapa Chand Dollar Ghost Hard Vocal, Sauti ya Dragon. Shout out kwa Steel Gang from DIT Chuma Steel 661. Usiondoke sasa bila kulike, shea kwa marafiki, weka komenti yako hapo chini na pia usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele kujiunga ndani ya familia EY Movie na huwo wa kwanza kupata likipu zetu, tukutane tena mzigo na ufuata. Bye. bye.